Swali langu la mwisho mimi nitamaliza na mwamuzi Jafet mm. E, yeah, Smart mm. amezungumzwa Kefa Kayombo, lakini maamuzi aliyofanya e, kadi aliyoipeleka kwa meneja kwa faulo ambayo alidhani e, ametendewa madhambi e, Debora Fernandez, lakini mm. ukirejelea picha za marejeleo mm. unaona kwamba sivyo alivyotafsiri mm. ni pressure ya mchezo. Uh, ndo mwendelezo wa Simba kutafuta matokeo katika njia yoyote kuhakikisha kwamba hivi uh, viporo havichachi. Kwa namna ambavyo unatazama maamuzi ya waamuzi jinsi yanapokwenda, unajua lazima nitoe elimu kwenye mambo kama haya mm. swala la mwamuzi mara mm. nyingi kwenye ishu ya mwamuzi mm. akikosea no, mara chache sana klabu ndo inahusika mm. mara nyingi sana badeni inamshukia ye mwenyewe mwamuzi mm. pamoja na mwamuzi kwamba of course ana amechezesha ame, ame kwa, kwa sio mbaya sana mm. ila tu ni kwamba mara nyingi sana iko hivi, hizi timu kubwa no. baada ya kumalizika kwa mchezo mm. kinachoangaliwa ni wapi mwamuzi hmm. alikosea sio wapi alipatia hmm. wapi hmm. alikosea, alikosea sasa. Nataka ni vishauri vilabu vi, vi, vi vingine mm. especially mid table mid table teams timu hizi za, za katikati ambazo zenye malengo yake ni kubaki kwenye ligi tu, hazinaga mambo ya ubingwa wala sijui kwenda shirikisho wala klabu bingwa, yani wao ni kukaa kwenye ligi basi. Ni washauri kitu kimoja, mnapokwenda kucheza na timu kubwa, hemu, msisikilize kitu gani kilitokea kwenye mechi zilizopita. Msisikilize watu wa mitandaoni wanasema nini kuhusu waamuzi wa wakicheza na mechi fulani, sijui timu fulani ikicheza na waamuzi hawa sijui, wasisikilize kwa sababu haya ndo wanawafanya wao. Kwa mfano, kuna kuna momenti moja yule Mudibeka Eh, Mohamed Bakari alimsukuma golikipa pini pini, kama kamsukuma na mbele, kuna bango ina maana alikuwa na riski pale ange, ange, ku... ule mchezaji inawezekana alikuwa kashamezeshwa kwamba huyu mwamuzi anaibeba Simba anafanya hivyo, anafanya hivyo. Kone, analichukua kama lilivyo basi anaenda nalo kwenye mechi. Okay. Umenielewa? Sasa haya mambo. Naam. No. Mimi naendelea kuwaambia timu hizi zingine kwenye ligi. Zifocus kucheza kwa sababu of course ukitaka kupata favoritism, pambana hapo ulipo. Usikae JKT, usikae Namungo, usikae Dodoma, usikae Coastal Union, usikae Singida, usikae wapi. Ukitaka kupata favor ya timu kubwa kwenye ratiba, kwenye sijui waamuzi, kwenye nini, pambana ulipo, nenda. Onyesha kiwango chako, usajiliwe timu kubwa. Kuanzia maslahi kila kitu utapata. Mimi nawapa ushauri tu vijana wenzangu wanaocheza ligi, kama ambavyo kazi yoyote unavyoona wewe, kampuni kampuni ndogo huwezi ukaifananisha na kampuni kubwa. Hata kama ikikukosea wewe, ina uwezo wa kuku, kuku, kuku, yani kukukandamiza vile vile na usifanye chochote. Ukienda mahakamani, wataajiri mawakili wenye uwezo, kwa sababu wana uwezo wa fedha. Kesi ikienda muda mrefu, wewe uwezo wa kuwalipa mawakili huna, utafilisika, utarudi kule kule. Kwa hiyo ndo unawaambia hawa wachezaji wa, wa timu ndogo especially wa ndugu zangu wa Tanzania waache kucheza na mechi za mitandaoni. Oh, mimi naumia, nawaambia kitu kimoja, jaribu kucheza mechi sawa, kucheza mechi kwa kuonyesha uwezo wako, kuisaidia timu, kwa sababu hiyo timu hata kama uki, uki, ukisema ubaki hapo milele, huna chochote utakachoachieve. Unaweza ukacheza hata miaka kumi usichukue kombe lolote, iwe, iwe FA iwe ligi iwe sijui kombe lolote muungano unaeza usichukue, na hizi timu kubwa zikaendelea kuchukua tu kila msimu kila msimu kila msimu, sinanelewa. Kwa hivyo hawa wachezaji wengine wapambane, sio kitu kidogo, unajitoa mchezoni, unaweza kumtukana na refari. Safari yako bado ndogo, unatakiwa utoke hapo ulipo uende timu kubwa. Kuna wachezaji wengine washaji kati ya tamaa. Unakuta sasa, kwa mfano kama kuna incident ilitokea pale E, mmoja wa, wa, wa, watu wa kwenye benchi la ufundi wa la, la JKT sijui alikuwa akatoa maneno au ukafanyaje? Umeelewa jambo ambalo lilimkwaza yule Jafet Smart akaenda kumpa kadi nyekundu. Kadi nyekundu. Na nilivyoangalia lile tukio ndo ni kwa, kwa sababu gani? Unajua hata e, ukiingia Instagram, ukisoma ukisomasoma comment utaona watu wanaandika kwa huyo mwamuzi alivyofanya huyu, mm. siku akichezesha mechi mechi fulani huyu mimi nikiwepo, sio nitafanya vile mm. manake hata kuna wachezaji wana akili hiyo oh. au na watu wa kwenye benchi la ufundi la timu fulani, unaweza kukutana nao wa na akili hiyo hiyo mm. kwamba huyu akifanya hivi na hivi, kwa hiyo ikitokea kosa dogo anaanza kureact, anataka ku, anakasirika, anaanza kusijui nini na ngia bane meneno, anaongea maneno ya ovyo anafanyaje na nini. Sasa na, do, tunarudi kule kule mwamuzi mm. ndio maana haruhusiwi hata kuhojiwa na vyombo vya habari. Wewe unaweza kumhoji mwamuzi? Mwamuzi anakuwa protected dunia nzima. Hmm. Na hata kama akikuonea kuna namna yake ya na ku complain. Unaweza ukacomplain na bado ukaendelea kuonewa. Ku, ku, wewe ndio ukapata rungu. <laughs> Timu zote, of course, timu zote. Hata hata hata Madrid wameshawahi kulalamika sana kuhusu mwamuzi kwenye Madrid TV. Umeelewa? Hmm. Hmm. Lakini mwisho siku ilikuwaje? Yule mwamuzi ambao alimkataa sichezeshe fainali ya Copa del Rey ndo akapangwa. Sichezeshe huyo. Na wakafungwa kwa mabao matatu kwa mawili. Na incidents kibao zimetokea pale. Anaitwa heavyweight Dullah, naomba tuwekee nukta hapo, tutafungua kurasa ya takapojili wengine, ambayo tutapaswa kuwahabarisha Nyerere, wakiwa wanaipokea timu yao kutokea pale nchini South Africa kwa katika eh, dimba la, la, la Moses Mabida, ambapo walifanya balaa kubwa kubwa kweli kweli na kufanikisha kuingia hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika mara baada ya kutoka suluhu kwa suluhu, lakini wekundu wa Msimbazi Simba wakafanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri katika mchezo wa kwanza katika nyumba la Anyu Amani Complex. Na kama ambavyo wanavyoona, hilo lilo basi la wekundu wa Msimbazi Simba, Wanasimba wakishangilia kwa nguvu zote eee. Historia imeandikwa ni fainali walotafuta kwa muda mwingi kweli kweli, lakini eh, hawakuipata na hatimaye chini ya Fadu Davis hakika jambo limetimia, na sasa wanachokitafuta ni kombe. Huu ni upendo wa tatu kutoka kwa wanasimba, madam Zubeda CEO Simba, Madam Zubedia, CEO Simba.